Enock Mwasa mbo. Tunakukaribisha kwenye ibada za moto, ibada zenye kuleta majibu, kuleta majibu, ibada za kujibiwa kwako. Je, unateswa na nguvu za giza, ndoto mbaya zinakutesa pepo chuma ulete inakusumbua HIV, kisukari, kansa? Kupitia mtumishi wa Mungu wengi wamekutana na baraka zao ni zabu yake. Huduma hii ya kimataifa International Church Jipo, Bunchu, nasemaje? Bunchu, Bunchu bi, Bunchu, Bunchu bi. Ipo mahali kanisa lilipo, popote pale utokapo, hakikisha unashuka bujubii, sokoni fuata njia ya dawafko, iko mahali kanisa lilipo jubii sokoni. Nikukumbushe, siku ya Jumatano ni kuanzia saa tisa kamili na siku ya juma pili ni kuanzia mapema kabisa saa mbili kamili asubuhi hadi mchana, na usitamani kukosa ibada hii, za moto wa miujiza, moto wa kufunguliwa kwako moto. Moto. Moto. aean wa a na mtumishi wa Mungu Nabii Enock Mwasambogo.